Tumeipokea kwa sababu wao ndio waletwa maamuzi na na bila shaka nizane kupitia kwa taarifa za match kamishna au Jengonteta. Kama klabu tumeyapokea. Katibu, kukubali kulipa hizo milioni tano, ina maana mmekubali kosa kwamba wachezaji wako walihusika kumwaga vitu uwanjani? Kwa sisi kama klabu tunakubaliana nao kwa adhabu ambao wametoa. Kwani katibu, vilikuwa ni vitu gani ambavyo wachezaji wako walimwaga uh, kwenye pichi? jui alie andika ndo anayejua. Bodi ya ligi ndo anayejua ni kitu gani kimemwaga. kwamba ujui wachezaji wako walimwaga nini? kama kuna kitu kimemwaga, kwa hiyo na wewe unashtuka tu kuona taarifa hii kutoka bodi ya ligi ya tuhuma za wachezaji wako kwamba walimwaga tu vitu vitu uwanjani. Nimeona hiyo uh, release ambayo imetoka bodi kwamba wanachezaji wamemwaga kitu kwenye mchezo wa usika, kwa sababu hao bodi ya ligi wana wanawatu wao ambao watakuwa wameona hilo jambo limetokea na wametoa ripoti. Umesema hujui, lakini umezungumza na wachezaji wakakwambia hawakumwaga anachezaji kwa sababu taarifa imetoka leo na timu iko mapumzikoni, kwa hiyo sijafanya mawasiliano na mchezaji wanayo yote. kwenye mchezo wa Mbeya City ambao mlishinda goli moja kwa sifuri katika uwanja wa Sokoine nyinyi mkiwa wageni, maanake hili ndio tukio lilipotokea. Wewe ulikuwepo uwanjani ama ukuwepo? Mimi nilikuwepo uwanjani, mchezo unaanza mpaka unamalizika, una nilikuwepo kwenye kiwanja. Kwa hiyo wakati upo mchezo toka unaanza mpaka unamalizika, ukoona tukio hilo? Mimi sijaliona. Lakini unadhani kwa nini mnatuhumiwa? labda ni kweli katibu kusema kwamba mimi mimi sijaona, itakuwa wameliona hilo tukio, ndio maana kwamba sisi hatujapinga na mimi sijapinga hiyo jambo. Ah, kumbe na wewe upingi watakao waliona kweli, wachezaji wakimwaga kimwaga, eh hey, mimi sijapinga hiyo faini italipwa, lakini ni hasara ama sio hasara kwenu nyinyi? Maana yake mmemwaga vitu ama wachezaji wako wamemwaga, wameonekana na nyinyi kama klabu mnalipa, hamna shida, kwa kuwa kama na point tatu tumepata milioni tano kwenye point tatu, kuna kuna hasara gani? Ah, kwa hiyo kumbe mlimwaga mkiwa mnahitaji alama tatu, ama wachezaji wali akimwaga akiwa anahitaji alama tatu, lazima zipatikane. kwani le, lengo lengo nafikiri ni nini? alama tatu. Sasa zilipatikana eh? Yes, zilipatikana alama tatu. Kwa hiyo kuna shida hapo? kile kilicho mwaga uwanjani kilisaidia kama kili mwaga na alama tatu zilipatikana. Kwangu mimi nasema hakuna hasara kwa timu, kilimwaga na kikasaidia tatu bwana, kuna shida gani? Kwa hiyo milioni tano si chochote, ah, si chochote kwenye alama tatu. Bola mlipa milioni tano, lakini alama tatu mmepata, zimepatikana. Tuendelee kuona mkimwaga tena, ama wachezaji wakimwaga kwa maana ya kutafuta ushindi. Ah, wewe utakuwa kama watakuwa wanaendelea kumwaga, ataendelea kumwaga Fakana, na matokeo yanapatikana, Mungu ni mwema. Ah, kwa hiyo wamwage tu, matokeo yakipatikana, hey, sawa wamwage tu, hamna shida. Kwa nini sasa wasihusike kutumia mbinu za mwalimu? Kwa nini wamwage? Ah, mpira wa Kiafrika, mpira wa Kiafrika unajulikana, kuna mbinu za kiwalimu na na na, na mbinu zingine ni zipi hizo? Labda katibu, unajua tamaduni za Kiafrika zikojo hmm. Shangai hiyo vitu kuonekana, kwa hiyo ni kawaida e, ni kawaida sana hiyo. Lakini hamuoni kwamba mnatumia gharama kubwa? Hamna cha gharama kubwa, ni vitu vya kawaida sana katika mpira wa Kiafrika. Sasa kuna haja gani ya kufanya usajili mzuri na kulipa mishahara mikubwa? Si bora mwape pesa wanaowapa dawa za kumwaga, ndio hoja? Oh sio. Yes, dawa unapambana, huku unawalipa, una vile nzuri, unapambana katika mazingira mengine. Eh, wosmwishaona um, katika ligi kuna wengine waamuzi wengine una, wanafanya makosa ya kibinadamu. Kwa hiyo no, na, na nyinyi makosa ya kibinadamu ndo hey, inakuambia kwamba katika mchezo wa mpira wa miguu unaona kuna wengine waamuzi wanafanya makosa ya kibinadamu ndo mpira wak kwa hiyo haya tutayaona sana katibu ni mageni e, si kwa timu kufanya hiyo jambo kajo timu fuana, kwani kwa na Mungu ni mara ngapi saa hizi eh, si mara yetu ya kwanza. Kwa hiyo kwaiyo mmekamatwa ambayo tumetoa ni mara yetu ya kwanza lakini, mlishawahi kufanya na mkukamatwa? Hatujawahi kufanya, ndio maana kwamaadhabu imetokea. Umetuona pale, wameonekana wachezaji, tumepigwa faini hiyo. Kwa hiyo haya mambo yataendelea ama mmejifunza? Hayo mambo yapo sana sana ya kwa hiyo tutayaona sana haya msimu huu, utayaona sana naso nasogama ujuu unajua